Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumanne, juma la kumi na moja, kipindi cha kawaida, mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya nane aya ya kwanza hadi ya tisa, na somo la injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya tano aya ya arobaini na tatu hadi aya ya arobaini na nane. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanye hayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu wapendwa, katika Kristo Yesu, Kristo anatoa mojawapo ya mafundisho yake ya juu zaidi kuhusu upendo na ukamilifu wa Kikristo. Akiwa katika mahubiri ya Mlimani, anapingana moja kwa moja na mtazamo wa kawaida wa upendo wa kuteua ambapo watu wapenda wale wanaowapenda tu na kuwachukia maadui zao. Badala yake, Yesu anasema, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi Iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ndugu zangu, agizo hili la Yesu ni mwaliko wa kuishi maisha ya neema, yaani maisha ya upendo wa kimungu unaomiminwa ndani ya mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Huu si upendo wa kawaida wa kibinadamu, bali ni upendo wa kujitoa bila masharti, kama ule wa Kristo aliyekufa kwa ajili ya wote waadilifu na wenye dhambi. Katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1825 inasema, Yesu anatuambia tuwapende adui zetu na kuwaombea wanaotutesa ili kufanana na huruma ya Mungu. Upendo huu ni kilele cha maisha ya Kikristo na ukamilifu wa kiadili. Kwa njia hii Mkristo anaitwa kumwiga Mungu katika huruma yake isiyo na mipaka. Mungu hatoi baraka zake kwa walio wema tu, bali hupeleka jua lake kwa ovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Hili ni somo la msingi kuhusu usawa wa wote mbele ya Mungu, linaloimarisha wito wa Kikristo na na kushiriki katika kujenga dunia ya haki, amani na msamaha. Wale wanaotenda mema bila kutarajia malipo wanaungana na Yesu katika kuufikia ule ukamilifu wa upendo alioufundisha. Ndugu zangu wapendwa, katika jamii ya sasa inayogubikwa na mihangaiko ya kisiasa, kijamii, kidini na kiuchumi, ujumbe huu unabeba uzito mkubwa. Ni rahisi sana kwa watu kuanguka katika chuki, visasi na uhasama hasa pale wanapojeruhiwa au kunyanyaswa. Migogoro ya kijamii, vita vya kisiasa, ubaguzi wa kikabila au wa kidini pamoja na uhasama wa kifamilia, yote yanachochea moyo wa kujihami kwa chuki badala ya kusamehe na kupenda. Katika mazingira haya tunasisitizwa kuwa upendo wa kweli hauwezi kuwa wa kuchagua. Mapendo ya Kikristo yanahitaji kwenda mbali zaidi ya haki ya kawaida, yanahitaji huruma, msamaha na upendo hata pale ambapo si rahisi. Hili linaweza kuonekana kuwa gumu au hata lisilowezekana, lakini ndiyo njia ya kweli ya kumfuata Kristo. Ndugu zangu wapendwa, Tunapaswa kuwa watu wa imani, tunapaswa kuwa mfano wa uponyaji katika jamii. Wakristo hatutakiwi kuwa wa kwanza katika kupanda chuki, kuchochea kisasi au kulipiza kisasi, bali tuwe vyombo vya amani. Kwa mfano, katika familia zinazoathirika na migogoro au taraka, wito huu wa upendo kwa adui unaweza kufungua mlango wa msamaha na uponyaji. Vivyo hivyo katika jamii zenye historia ya migawanyiko ya kikabila au kisiasa, upendo wa Kristo unaweza kuwa msingi wa maridhiano ya kweli. Yesu, kwa mafundisho haya, anatoa changamoto ya kweli kwa kila Mkristo ya kupanda kiwango cha upendo hadi kufikia ule wa Mungu. Katika ulimwengu uliojaa migawanyiko na uadui, Mkristo anaitwa kuwa ishara hai ya upendo wa Mungu kwa wote bila ubaguzi. Kwa njia hii jamii inaweza kuponywa, watu wakaunganishwa na amani ya kweli ikapatikana. Ukamilifu wa Kikristo haupatikani kwa kufuata sheria yake pekee, bali kwa kuishi katika upendo kamili unaovuka mipaka ya ubinadamu wetu kwa kuwapenda adui zetu tunajifunza kuiona sura ya Mungu hata kwa wale wanaotutesa na tunakuwa kweli watoto wa Baba wa mbinguni. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Marcello Malangalila wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!